Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pitapita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, nipo likizo, lakini tuazidi kupitapita, au sio? Naam, nikifika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nikujuze tu e, katika baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika, ambapo dunia hii hi, ina visanga na vimbwanga au sio? Naam na, na nikujuze kwamba tunapoendelea pale, nilianzia eneo la Makima Mwea. Makima Mwea kiliumana kule, lakini basi tukiwa kule Makima Mwea niruhusu basi niweze kujuza tu kwa kiduchu eh, tunapozidi pale kwa pamoja kwamba eh, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, hakikisha kwamba number 1 umeweza kusubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, weka comment yako pale, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weka comment yako hapo chini, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, no click notification bell, kuna alama kengele hapo chini, click pale, na itakuwa vema zaidi. Na usitu nende pale kwa pamoja, katika sehemu ya pitapita pita za kwangu. Naam, kafika katika eneo la Makima Mwea, Makima Mwea eh, kuna mama mmoja wa hapa aliuza nyumba na shamba ya marehemu mumewe na kuhamia mjini kuponda raha <laughs> yaani, unauza kila kitu. Mumewe ameaga dunia, akauza nyumba na kila kitu, akaenda mjini kuponda raha. Si kwamba anafanya kazi, ameenda tu kuponda raha. Hai. E, kuna wamama. Naam, duru zinasema kwa mwanamke huyo alikuwa mtu kisirani sana. Hata kabla ya mumewe kuaga dunia alikuwa akimsumbua, akitaka maisha ya raha, lakini mumewe hakumpa nafasi ya ha kumkalia chapati. Majirani walikashifu kitendo cha mwanamke huyo. Unajua tulijifunza, tulikuwa tunajifunza ni jana asubuhi, leo ilikuwa jana, jana tukajifunza kuhusiana na decision making kwa hivyo mwanaume alifanya uamuzi aka k sini barobaro mmoja Kusini. Kusini wa hapa alizima mpango wa jamaa zake kumwandalia sherehe ya sherehe ya, ya, ya, ya, ya, ya ndovu kumla mwanawe kwa kum, kuhitimu chuoni, akisema kwamba hawakumpiga jeki alipokuwa akihangaika. Huyu jama ni jamaa mbaye alifika mali akisoma, kuna watu wa jamaa zake ambao wana uwezo, akawaendea wamsaidie kulipa karo ya shule wa kumsaidia. Kwa hivyo akakazana tu anafanya vibarua akijilipia polepole. Sasa saizi amefuzu, amegraduate, amepita mtihani wake. Alafu sasa ndio familia amejitokeza kule, wanataka kumwandalia sherehe babu kubwa. Akamwambia, fanya nini niendelee sherehe, okay. Akamwambia mtoto wetu, mtoto wetu, hiyo sherehe kuleni peke yenu <laughs> eh? so, na polo huyo alipata degree baada ya kupitia hali ngumu sana kukamilisha masomo yake kwa hivyo please tusifike tu watu wakungoja mtu akiaga wa dunia, ndio msaidia. Wakimaliza kusoma ndio tunaweza andaa sherehe, lakini hatuwezi mlipia karo ya shule. Hapana, tusaidiane. Akufai akufa kwa dhiki ndiye rafiki. Alisema hiyo mtakula wenyewe si, alifanya poa ama sivyo? Sawa, wasema waonaje? Nikitoka kule, kule soi nikavuka mpaka eneo la kahuria nyeri. e, naitwa kahuria kule nyeri kahuria. Kalameni mmoja aliyetorokea klabuni alitamani ardhi pasuke na imeze mzima mzima, alipovamiwa huko na mkewe kwa kuwahepa mashemeji zake waliomtembelea. Duru zinasema kuwa wageni walipowasili mke wa jamaa aliwalaki huku akitarajia mumewe kurejea haraka alikokuwa alikokuwa ameenda Alipokawia, kipusa aliamua kumpigia simu, lakini e, ilikuwa imezimwa. Kipusa alielekea hadi klabu mmoja alikoenda kulewa mumewe na mashemeji: masheme, zako wako nyumbani peke yao, na wewe hapa unapiga sherehe. huu ujinga gani ulitoa wapi wewe? Yani, na jamaa, kweli, mashemeji unawahepa, kwani kuna shida gani? Mbona uogope mashemeji zako? Si mashemeji zako? Ama alikuwa anaogopa wataanza <laughs> kuitisha mahari na hajamaliza. Ah, sijui aya. Nikimalizana pale, mpendo msikilizaji, nikavuka mpaka eneo la inaitwa Kawaluni ka, ka ka Kawaluni kule Teso. Kawaluni kuna kipusa mmoja aliyeolewa eneo hili, alimwacha mumewe na, uh, na mawazo chungu nzima alipotishia kurudi kwao mahari isipolipwa. Anasema usipolipa mahari mi narudi kwetu nam Eh, kipusa alitishia kumwacha mumewe majukumu ya malezi na kurejea, kumwachia majukumu ya malezi na kurejea kwa wazazi wake hadi mahari ilipwe. Nyinyi mmezoea kukaa na wasichana wa wenyewe bila kutoa mahari ndugu, eh, eh, bila kutoa mahari ndugu yako mkubwa hakulipa, anayemfuata pia hakutoa mahari. Kwa hivyo mama akiangalia historia ya familia hawalipangi mahari, ndio akafika mara akasema utakuachia watoto leo mpaka vile utalipa mahari akiwa ni wewe. Na kweli ukiangalia kwa familia yao akuna mtu amelipa mahari, wote walipangi mahari. Akasema hii ni tabia, hii familia akakataa. Sasa akiwa wewe utadua, haya semi kitu. Uh, naam, alitishia pale jamaa, jamaa damu ya jamaa iliganda, akafika mahali akakauka mdomo, afungui ameshindwa la kusema, kimeumana wanaume, utajua kulea. Nikimalizia basi nimalizia, ndio na kapitichi kule Nakuru ambavyo si kalameni moja wa hapa alimtaka mama mkwe akome kumwanika, akisema ameshindwa kumtunza mkewe. Duru zinaarifu kuwa polo alijaliwa mke kutoka boma la matajiri, na amekuwa akijikaza kumtimizia mkewe mahitaji yote, kama ilivyokuwa kipato cha kwao kipato, uh, akipata kwao japo, uh, mrembo hajawahi kutia presha jombi, akitamani maisha ya kiwango cha juu. Jamaa alisumbuka sana mama mkwe alipoanza alipo uvumi mtaani kwamba Polo hajiwezi sasa huyu ni mtu ameoa msichana wako, msichana wako mwenyewe hajalalamika, mama unaingiliaje? mama mkwe, kwani inakuhusu vipi? Nam, najua ni mtoto wako ndio, lakini mbona ufike mahali unaanza kuonyesha jamaa, unaanza kusema hajui kutunza mke haji. Wewe acha walaopendana wawili achana nao, wacha ku, kuingilia mambo ya watoto wako bana. Unapoingilia unataka kuharibu ndoa yao. Halafu hiyo ni tabia chwara pia. Anyway, ni katika pita pita za kwangu VMM ukipenda Victor Madomandala kwenye pitapita za kwangu, na kuambia subscribe eh, ambapo tutasema wenyeji kwamba kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe and bye bye.